Bila shaka unaendelea vyema. Karibu sana ndani ya Morning Trumpet, karibu sana tuangalie hoja yetu siku hii ya leo tuliyoishikilia. Mimi ni Mercy Mbaya, mwenzangu ni Good Luck Po. Tunakuuliza, unafahamu matumizi sahihi ya alama za taifa? Wewe ni Mtanzania, unafahamu alama za taifa lako alama ambazo ndizo zinazowakilisha taifa lako. Basi kwa siku hii ya leo utapata nafasi ya kufahamu pamoja na matumizi sahihi, tukiwa na mahojiano hapa na mpiga chapa mkuu wa serikali George Lugome ambaye atatujuza kinagaubaga. Karibu sana uaki, nimekuja pale mm, nyumbani kwako nimekuta umeweka bendera, bendera umeweka sebuleni. Ah. Ah, sasa unanitafutia ubaya ndugu yangu, haturuhusiwi <laughs> <laughs> sebuleni ana rangi za bendera ila yeah. Bendera yenyewe uh, bendera yenyewe sasa hawezi kuweka nyumbani ah, ya taifa langu. yes, langu anaweza akaitumia, ndio, lakini anatumia kwenye maeneo gani? Sebuleni siweki kitu ambacho, uh, kufanya ni kuvaa skafu ile yaani ya yenye, au tai ya bendera bas. <laughs> karibu sana. kumekuwa na changamoto ya kufahamu kwanza alama zetu, lakini matumizi sahihi ya mm. alama za taifa. Lakini laki nadhani na, na messi kabla ya kwenda huko mm. uh, t um, tuko na uh, sema mpiga chapa mkuu wa serikali mm. mm. labda tufahamu tu kuhusu ofisi yake na mambo ambayo wanayasimamia mm. kwa ufupi tu, kwa muhtasari. Karibu sana. Uh, asante. Kwanza tunapasa kujua kwamba Uh, hii ofisi ya mpiga chapa mkuu wa serikali iko chini ya ofisi ya waziri mkuu kwa hmm, maana waziri mkuu ndiye mratibu wa masuala yote ya serikali, na majukumu makubwa ya, ya idara ni kwanza, ni kusimamia uchapishaji wa nyaraka zote za serikali, lakini vile vile tunasimamia alama za taifa, na pia ndiye wachapishaji wa gazeti la serikali ambalo Gaze, ni Government, Gazette. Government Gazette. Mm -hmm. Baba, kuna jambo e, la, la kutangazia umma sio? Yani, yes. kwamba linatolewa katika gazeti la serikali kuna, kuna mabadiliko ya sheria ama kuna, kuna jambo lolote kubwa la kinchi. Yeah. Yani, ni jarida mm. ambalo lilianzishwa li, li, li, kwa madhumuni ya ku, kuanza kutoa taarifa za serikali na binafsi lakini pia kutumia taarifa hizo kwa marejeo mbalimbali kwa hili ni sehemu sahihi ya kuwekea sasa, uh, ayo matokeo kwa sasa. Kwa hiyo maana hiyo linatangaza, uh -huh. taarifa binafsi uh -huh. na taarifa za serikali. Na, na, na, hili gazi, gazeti la serikali linapatikana wapi na linauzwa Baraka? Kuna wengine wakisikia gazeti la serikali wanafikiri ni uh -huh. habari leo uh -huh. <laughs> na, gazeti, gazeti la serikali linapatikana kwenye, kwenye mtandao uh -huh. lakini vilevile unaweza ukapata hard copy. Hmm. Ukitembelea kwenye ofisi zile za, za idara kupiga chapa ambazo ziko Dar es Salaam, hmm. na Dodoma, lakini kurahisisha linapatikana kwenye website ya ofisi ya waziri mkuu na website ya ofisi ya rais utumishi. Lakini kuna jambo nilikuwa nataka ni, ni, ni kuuliza kama changamoto. hmm. E, unaonaje kuhusiana na upatikanaji wake kwenye public domain, kwa maana ya hmm. kwamba accessibility, yani namna ambavyo watu hata wale ambao wako e, seme wako labda vijijini ama kwenye remote areas mm. Wanaweza wakapata waka hiyo, yani imekaa kama nikito, bacho, ni kitu ambacho ni document ambayo ni classified hivi yani, mm. Hata kuipata yenyewe mchakato um, wake unakuwa mgumu, ndio uh, maana tukarahisisha kwanza tumelimeweka kwenye website kwa sasa mm. Mwanzo mm -hmm. uh, tulikuwa na maduka kwenye mikoa mbalimbali Mwanza, Arusha, Zanzibar lakini baadaye maduka yayo yalifungwa. Maana baada ya maduka kufungwa, ndio ikaanza kuwekwa na, mwanzoni ilikuwa likiuzwa mm, lakini ikaamriwa lika, serikali ikaamua kwamba sasa lipatikane bure, liwekwe like, kwenye mtandao na liweze kupatikana bure mm. Lakini kwa wale wanaohitaji hard copy sasa watahitaji kufika ofisini, ila ofisini kwenu yes, ambako kuna maduka hayo sasa yamekuwa Dodoma au Dar es Salaam lakini tunayo tunayo tunayo, mm. mm. tuna kwenye mtandao tunayo poto ambayo mtu anaweza akaliagiza hilo gazeti popote pale alipo, akaagiza akaingia kwenye mtandao, akaingia kwenye ofisi ya waziri mkuu, akaenda pale kwenye gazeti, akaagiza namna ya kufikishiwa paka pale alipo mm. um, na tunapokwenda sasa, tumeendelea kutoa hii elimu. Mpango yetu sisi baadaye ni kuhakikisha, kwa mfano sasa hivi Um, mheshimiwa rais ameziwezesha ame, ame, ame, ame zile shule nyingi mpaka kule vijijini, wana kompyuta kwao. Tunaangalia ni namna gani tunaweza tukalipeleka mpaka kule mashuleni, yaani watu wakawa wanaenda pale kwenye shule mm. kwa sababu kuna kompyuta, kuna intaneti, wakaliomba. na huwa mnalitoa kila baada ya muda gani? Gazeti linatolewa mara moja kwa wiki, ambayo ni Ijumaa. Aha. Sawa sawa. Hai, Debe. Hai, Debe. Kunakuwa na zile nini G, gazeti hili linatolewa kwa mujibu wa sheria ya utumishi, mm -hmm. lakini ukisoma kwenye kanuni za kudumu za utumishi wa umma si ishirini na saba mpaka mm -hmm. thelathini, ndo inaelezewa hili gazeti kwamba mhariri mkuu wa gazeti ni ofisi ya rais utumishi, mchapishaji ni ofisi, mpiga chapa mkuu wa serikali, ambayo ndo mimi sasa eh. Kwa hiyo mm -hmm. yeah. linatakiwa liwe yani hayo li, matangazo Aha. yawe yamemfikia mhariri bai Jumatatu Saa nne asubuhi hizo jn hizo jn mm. ili mwarili aweze kuziwasilisha siku ya Jumanne yani mm. mpaka Jumanne saa moja na nusu awe amewakisisha, ili aweze kutoka Ijumaa mm. mm. iliona hiya juzi, baada ya vyama kusaini zile kanuni mm. mm. kabla ya kutumika, bili zi, mm. ziwepo kwenye gazeti <muchilis> la serikali, tangazo kwenye <muchilis> yes. gazeti la serikali yes. yes. sheria zote <muchilis> lazima zitangazwe kwenye gazeti ya serikali, na ndio maana unasema madhumuni ya hiyo gazeti ni kufanya marejeo kwa hiyo hata miaka hamsini baadaye kupata uhakika utasema jeni ile au sheria ile ilitangazwa. Sasa ikishatangazwa vile naruhusiwa kupinga kuna, unaweza kukosea. Labda lengo la kutangaza hasa ni, labda niulize hivi, nimesema le, le, lengo la, la kutangaza yani ile ni sehemu sahihi ya kuweka hiyo taarifa kwa ajili ya marejeo ya baadaye hmm. Kwa hiyo kama zitafuatwa process nyingine ikabadilishwa, itatangazwa tena hmm. Na itaandikwa tena ili kwa mfano sheria ikamilike lazima itangazwe hmm. Kwa hiyo sheria ikishatungwa na bunge hmm. Lazima itatangazwa kwenye gazeti, lakini inatangaza pia taarifa binafsi, kwa mfano masuala ya mirathi hmm. Unataka kubadilisha jina deed poll. Lazima mm. itangazwe kwenye gazeti mm. mm. eh. <laughs> <laughs> <kutangaza kwenye gazeti laughs> lazima itangazwe. Sasa nimebadilisha jina langu, kuanzia sasa eh, nitaitwa kwa. Hata utakapokwenda kubadilisha kwa mfano kitambulisho chako cha Taifa kwenye tangazo ah, yeah, ambayo kuna process, of course mm. lazima uende ile tangazo upite kwa mwanasheria ambaye anatoa kiapo kiapo cha kwamba wewe sasa unaapa na badilisha jina lako mm. Alafu lile, lile tangazo litabidi likasajiliwe na msajili Wizara ya Ardhi mm. Akisha lisajili sasa ndio unaileta kumpiga chapa kwa hiyo tangazo. Haya, tuhamie hapo, maana muda wetu nao sio rafiki. Ulikuwa umeanza kupeleka kwenye alama, alama za taifa letu. Naam, alama kama ilivyo kwa mataifa yote duniani yeah. Yana alama zake kwa hiyo na Tanzania tuna alama zetu ambazo ni tatu. Ya kwanza ni nembo ya taifa ambayo ile maarufu kama bibi na bwana, alafu tuna bendera ya taifa na wimbo wa taifa. Hizo ndio alama kuu tatu ambazo zipo kwa mujibu wa sheria ya sheria ya ngao na bendera ya taifa ya mwaka 1971. Ukisoma sheria ile imeweka wazi, na alama hizi hazipaswi kubadilishwa wala kuchezewa hasipasi mm. Kubadilishwa wala kuchezewa. Hiyo sheria imeweka kama unataka kubadilisha e. ufuate taratibu gani? mm -hmm. mm. Tuanze na nembo ya taifa, nembo ya taifa ambayo ni nembo ya bibi na bwana. Yeah. Hii, mm. Actually hii ndio jamhuri yenyewe, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio inaiwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. mm. Na nembo hii kwa Tanzania sisi kama ambavyo tunaiona inaonyesha Uh, upande wa kushoto kuna bwana na huku kuna bibi, hmm. Na tumetumia yani, bwana bwana na... anakaa wapi? Kushoto, kulia? Uh, ukitizama wewe kwa huku sasa yani, yule bwana yupo upande wa kulia kwa maana ukitizama kutokea kule lakini ukitizama hivi eh. Unaona kama yuko kushoto sasa eh. kuna... Kwen... hmm. bibi na bwana na sisi tumetumia wao bwana unamweka huko mwingine mm. makosa hayo tu, tu, pasiku, na hayo sasa sasa, ambayo ambayo baadhi ya makosa kwenye hii nembo eh, kwanza tunasema bibi na bwana. Sisi tunafanya kwa maana ya tuna ni utu kuwasilisha kwa ule utu ndio mm -hmm. maana tukatumia bibi na bwana mm -hmm. wakati nchi nyingine unaona zinatumia ndege, wanyama mm -hmm. na kadhalika. Kwa hiyo unaona sasa nembo, kwa mfano kama hiyo zimechezewa hizo. Ukiangalia nembo ya kwanza, bwana badala ya kuvaa rubega wamemvalisha mlegezo ah. Afu angalia kile kichwa chake mm. Lakini ukiangalia kwa bibi wamemvalisha nini, ni kilemba kile mm. Kina rangi ya chuichui ambayo si sahihi hey. Ukiangalia mm. Yes, ule mwenge mm. haupasi kuwa na rangi ile nyekundu mwenge ah. Yes. mm. Ni unaona hii ya pili hey. Ule mwenge sasa ndio sahihi ah, lakini na wenyewe una makosa yake yani eh. na yenyewe ina makosa yeah. yake nembo ile uh -huh. Kwa hiyo ukiangalia bendera pia imekosewa, mawimbi yangali. ya bahari yamekosewa kwenye hii ya kwanza. mlima Kilimanjaro ah. unapaswa kuwa mlima unaobubujisha theluji. Bendera pale imekosewa. Nini imekosewa? rangi uh -huh. sio rangi sahihi za bendera oh. mm. rangi gani hapo sio sahihi? Ile rangi ya bluu sio sahihi, ile bluu ni ya peni Ndiyo mm. Na wa ah, yeah. Kilimanjaro, Kilimanjaro uangalia ulivyochola, wala sio mlima wa Kilimanjaro. Kweli? Yes. Ah. wa uwe hata huu wa huku pia sio yenyewe kwa unatakiwa uwe mlima wa Kilimanjaro unaobubujisha theluji, lakini chini kule kuna karafuu na pamba. Angalia pale ameweka ni maua sijui ya aina gani. <laughs> <laughs> <laughs> lakini yale maneno yenyewe uhuru na umoja mm, yalivyoandikwa sio sahihi kama ambavyo nembo sahihi inavyotaka. Nembo sahihi sasa ambayo ipo kwa mujibu wa sheria hii ile ya ohii unayaona hayo maandishi yalivyokaa. Yes, ni uhuru na umoja ya, ya yani, yakionyesha kwamba tuko uhuru na twenye umoja wa wameandika uhuru na umoja, lakini wameongeza na kishi zao ametumia ah. Yes. Yes, rangi ya njano mm -hmm. mm -hmm. kulia wao <coughs> wamekosea wa wame bendera mm, lakini wamekosea na mawimbi ya bahari na hata mlima Kilimanjaro wenyewe sio sawasawa na ule ambao tumeona. Sawa sawa, twende nyingine, maana ziko, mm, mm, mm, ziko nyingi, tuonyeshe nyingine direct. Kuna nyingine ambayo imekosewa pia. mm -hmm. Um, kama ki display lab tutaona, lakini kwa sababu kuhusu nembo, kwa sababu tumeshaona ambayo iko sahihi inatakiwa mm -hmm. kuonekana mm -hmm. vipi. Tuangalie alama nyingine mm -hmm. alama nyingine ni bendera. Bendera yetu pia ina rangi nne. Ukisoma sheria inaonyesha kwamba bendera ina rangi ya kijani na bluu ambayo itatenganishwa na rangi nyeusi katikati. uh -huh. na kutakuwa na hizo fito za rangi ya dhahabu. Ni dhahabu, sio njano, dhahabu. Hapana, sheria haijasema njano, ni dhahabu. okay. na kwenye rangi, hey. ni mchanga, kwenye kila rangi unayoiona ni mchanganyiko wa rangi nne, hmm. zikichanganywa ndio zinaleta rangi ambayo inakusudiwa. hmm. kwa hiyo kuna vipimo sahihi vya hiyo rangi ya dhahabu hiyo ni dhahabu, hiyo ndo rangi sahihi, sahihi. ya hini bendera sahihi. Mm. Oh. Mm. Ha, tuangalie baadhi ya makosa, sasa. Makosa sasa tunasema um, kwanza tumekuwa tukikosea kwenye kwenye rangi kwa mfano angalia iko ukisoma hii bendera iko kwa mujibu ina, ina vipimo vyake yaani ni mgawanyo wa mbili kwa tatu sindio? Mm. Sasa urefu na upana na bendera hii ukiangalia utaona ile rangi ya dhahabu na rangi nyeusi almost zinalingana. mm. wakati ile dhahabu inatakiwa ile iwe nyembamba zaidi kuliko nyeusi kuliko nyeusi. Kwa hiyo bluu na kijani mm. ndio zinazotakiwa kuwa kubwa ah. Na, na uwekaji wa kwamba dhahabu iwe nyembamba kuliko nyeusi ulikuwa ina maana yes? Yaani ya, hiyo ndio ndio sasa bendera vipimo vilivyowekwa kwamba bendera yetu itakuwa hivi. Kwa hiyo wewe hupaswi kui, kubadilisha kui kui kui. Na bendera ina matumizi, inatumika kwenye matumizi ya serikali, utakusaini mikataba kwenye ofisi za serikali. Zote zinatakiwa kupeperusha bendera ambazo, lakini zinawekwa mbele ya jengo la bendera. Sasa kuna taratibu zake kwamba kila ofisi ya serikali inapaswa kuwa na milingoti mitatu ya bendera kwa ajili ya kupeperusha bendera. Baada ya elfu mbili na kumi na tano, nchi wanachama wa Afrika Mashariki walikubaliana kwamba ipeperushwe na bendera ya Afrika Mashariki na, na hiyo ya ya yes, inaanza bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hmm. inafuata bendera ya Afrika Mashariki. Na ya tatu, alafu ya tatu, sasa kuna taasisi zina bendera zake, hmm. lakini hmm. hiyo taasisi inaweza ikatembelewa na Mheshimiwa Rais, itawekwa bendera ya rais. Hapana, ndio. mm -hmm. Maana kuna ule mlingoti wa tatu unatakiwa kuwa na, na milingoti mitatu mm -hmm. na mashimo ya ziada mawili. Kwa hiyo ah. inapotokea ugeni, maana yake itawekwa ile bendera ya rais. Sasa hizi hmm. Na yeah, mlingoti mmoja mm. Sasa kwenye shule za msingi kule kwanza inawekwa bendera ile kwa maana ya ya, ya, ya, ya ya ule ule uzalendo na watu kuifahamu bendera ya Taifa mm. lakini vile vile haya makubaliano yalianza elfu mbili na kumi na tano ya kuongeza hizi bendera nyingine. Mm -hmm. Kwa hiyo sio sio mbaya kwenye shule ya msingi wakaweka mlingoti mmoja lakini kwenye hizi taasisi nyingine zote za serikali mm -hmm. lazima waweke okay, mitatu, na, mitatu, na na, na utaratibu wa kuishusha kuipandisha saa kumi si na mbili asubuhi na kuishusha saa kumi na mbili jioni. Na ulianza lini, na nini maana yake? Ulianza tangu kuanzishwa kwake na ile ni heshima kwa hiyo bendera Mm, unajua swali lako linapoelekea kwamba kwa hiyo kwa serikali imeenda kulala saa kumi na mbili mm -hmm. Hapana <laughs> yani, ile ni heshima ya kwamba kwanza, unajua bendera inapandishwa na kushushwa kwa paredi, kwa hiyo mm. ile ni heshima kwamba sasa tunaipandisha bendera wote tumesimama, na ndio maana tunapopandisha bendera yetu au tunapoimba wimbo wa Taifa tunasimama tukiwa na mikono yetu ikiwa chini, tumesimama kiuka kama hapo mm. na bendera hii matumizi yake yeah. Ni, ni inaweza ikatumika kama pambo, lakini vile vile ikatumika kwenye matumizi ya serikali, pambo ndio maana hiyo mm -hmm. Unaiona inatumika kwenye mahoteli mm -hmm. um, wanamichezo wanapokwenda kwenye kuiwakilisha kwa, kwa, nchi wanatumia bendera mm -hmm. Wewe unaweza ukatumia rangi za bendera mm -hmm. no lakini, yeah. Lazima uiheshimu hiyo bendera mm -hmm. Sheria inasema ina, hatutarajii kukuta wewe sasa unadekia hiyo bendera mm -hmm. Kwa sababu hiyo ndio nchi yako mm -hmm. Sawa sawa nafikiri tu, nafikiri tu, tuamie kwenye, kwenye wimbo, wimbo, taifa. Taifa. Yeah. Yeah. Wimbo wa taifa na wenyewe utasema ile ni dua au sala mm. na Mtanzania halisi kushindwa kuwimba wimbo wake wa taifa, maana hiyo ni aibu. <laughs> na wimbo huu asili yake ni, ni, ni, ni Afrika Kusini mm. wimbo ulianza kutungwa wakati ule harakati za ukombozi wa Afrika, bara la Afrika kule Afrika Kusini na ulikuwa awali ulikuwa wimbo wa dini. Mtunzi wake ni bwana mmoja anaitwa Enoch Sontonga. mm. Ukabadilishwa sasa, hizi hawa wa marais mm. wa hizi nchi walivyoona, wakaupenda ndio maana wakauleta, ukaanza kubadilishwa kuwekwa kwenye kwenye mm. kwenye haya mataifa, na ndio maana utaona ina ina wimbo wetu unafanana na Zambia, Namibia na hizo nchi Zimbabwe, Afrika Kusini wenyewe na kuna mashariti... yeah. ule... yeah. vitu vichache ambavyo vinatofautisha pia mm -hmm. Lakini wimbo huu mashariti yake ni kwamba unapoimbwa wimbo wa taifa ni lazima uimbe beti zote mbili. Ah, tuna haraka sasa tuimbe beti moja tumalize, lazima ukamilishe beti zote mbili, na unapoimbwa lazima tusimame kakamavu tukiwa tumeweka mikono yetu chini mm -hmm. na sio tumeweka mikono hapa Uh -huh. Kwa nini? Uh, ndio masharti ya wimbo wetu. Sisi tunasimama tukiwa tumeweka mikono, japo mataifa mengine, japo mataifa mengine ni mataifa yanayoweka ah. mkono sasa. Sisi tusiige yale mataifa mengine ah. tuende na wimbo wetu. kwa nini sisi tuige na wao wasituige? hmm. hmm. Ilo ndio swala la kwanza ambalo tutakuwa, lakini lakini like, kwenye utaratibu za kuimba wimbo wa taifa, ni matukio gani ambayo ya wimbo wa taifa unatakiwa uimbwe? Wimbo unaimbwa kwenye matukio yale makubwa ya kitaifa. Matukio ya kiserikali ndio tunaimba wimbo, lakini tunahamasisha mashuleni kote waimbe wimbo asubuhi mm. ili, yes, ili kwanza kuwajengea wale watoto waujue sasa ule wimbo, ndo uzalendo wenyewe unaojengewa mm. Uh, na wakati wetu unazungumza kwenye hizi alama za, tuma, za taifa na matumizi yake, alama ambayo haipaswi kutumika sehemu yoyote binafsi mm, ni ile nembo ya bibi na bwana mm. Ile ni kwa matumizi ya serikali pekee na ndio maana yani, ile inaiwakilisha ina, ina, ina, ina Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm. na ndio maana ikiwekwa inawekwa nembo, alafu maneno ya tafsiri chini, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hayakai juu ya nembo mm. mm. sawa kabisa, nayo ina maana yake hiyo yeah, kwa sababu ile ndio nembo yenyewe. Sasa ukiweka maneno juu, maana yake hii, hii nembo ina tafsiri yale maneno, wakati yale yale maneno jamhuri yanaitafsiri nembo kwao ndio maana yanatakiwa nembo ikae juu maneno yakae chini. Sasa ku, ku, ni katika mazingira gani ambapo wimbo wa taifa ukiimbwa unatakiwa uambatane na wimbo wa Afrika Mashariki? Kwa sababu kuna sehemu fulani ya, nilikuwa MC nikapata maelekezo mara mbili. Mmoja akaniambia baada ya wimbo wa taifa wa, e, utasema uta watu tuendelee tufanye tu wimbo wa Afrika Mashariki yeah. Lakini mwingine tena yani, wakaa kama wana wenyewe kama wanabishana wana kwamba wimbo wa Afrika Mashariki hautakiwe kuimbwa. Sasa ndio nataka tufahamu, wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki ni lazima viimbwe kwa pamoja na, na pia wimbo wa Afrika Mashariki huwa mara nyingi hatumalizi beti zote mm -hmm. wenyewe hauna yeah. shida yeah. ni, ni tunasema baada ya 2015 na uinaao hayo yaliyokuwa makubaliano ya yeah, hizo nchi wanachama mm. na wimbo wa Afrika Mashariki una beti tatu mm. uh, wanapokuwepo maraisi wa nchi hizi zitaimbwa beti zote tatu wanapokuwepo viongozi au wengine wa kitaifa, mm. zitaimbwa hizo n yani maanake yupo kiongozi ni, ni watanzania peke yake mm. ndo unaona tunaimba kwa mfano, yupo sijui waziri mkuu, utaona haiziimbwi beti zote. kwa hiyo mm. umeweka masharti wakati gani imbe beti moja, wakati gani imbe beti mbili mm. na wakati gani imbwe beti zote tatu, wakati gani usiimbe kabisa eh. kwa hiyo kama ukiimba, maanake utaimbwa kwenye hayo matukio ya kisiasa ni ya, ya kiserikali lakini kama hakuna hao viongozi wote yamini yoyote wa hizi wa nchi wanachama yeah, maana itaimba beti mbili no. Lakini yupo kiongozi tu, tukio ni tumeimba wimbo wa kawaida, itaimba beti moja tu, kama hakuna, inategemeana sasa ni hilo tukio gani? Yani kama hakuna, kwa mfano kama hakuna viongozi wa kitaifa kwa wote wa nchi nyingine, yani tuko kwenye ngazi ya wilaya kule Hmm. Ah. Hatuna haja ya kuimba wimbo wa Afrika Mashariki. <laughs> E, mahafali, sasa mahafali wakiwepo, yeah. raia walio kutoka mataifa mbalimbali mbali. ah, e, hey. mbali mbali, yeah. lakini hawakuwepo viongozi wa mataifa hayo, si ndio? Kwa hiyo ingewezekana wangeiba beti moja tu. Lakini kwa mabalozi wa mabalozi wa <laughs> <laughs> sasa tumekuelewa. Ukiachana na wimbo wa taifa, kuna kuna uh, alama gani nyingine pengine ambayo uh, tunaweza kuzungumzia? Hizi ndio alama kuu tatu. Ndiyo. Alama zetu sisi ni tatu, yeah. mm. uh, nembo ya taifa, nembo ya taifa, wimbo wa uh, taifa, taifa na bendera ya taifa, bendera ya taifa na, mm -hmm. na tunasisitiza ziendelee kutumika kwa kama ambavyo inatakiwa kutumika Mm, hivi -hmm. lugha kwa... ya Kiswahili sasa haiingii kwenye alama. Sasa hapa tunaingia kwenye mada nyingine ambazo haitakuwa ya hapa pa, yani tunatakiwa tutofautishe yeah. tunu za taifa na alama kwa za taifa hiyo yeah. tunu ndio hiyo kuna sio moja ah. yeah. Kula... nyimbo nyingine, Kiswahili kuna mwenge mm. kuna nini hizo ni tunu mm. Mm. Sasa, haya kwa kumalizia sasa uh, zungumza na Watanzania katika eneo hili la matumizi ambayo sio sahihi ya hizi alama. Asante sana. Kikubwa ni kwamba alama hizi zinalitambulisha taifa letu na zimewekwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo Watanzania wote kwanza, wanatakiwa kujivunia kuwa na alama hizi, lakini vile vile wahakikishe zinatumika kama ambavyo inastahili au inatakiwa, wasizipotoshe wala wasiziharibu, kwa maana wanavyofanya hivyo, maanake wanaifanyia taifa lenyewe kama dhihaka hivi mm. Na pia wanapoteza ule uzalendo. Kwa hiyo unasema, nyumbani ni nyumbani, hata ufanyeje, hiyo ndio alama yako, ule ndio uhalisia wako mm. Yani wewe uwezi ukawa uka umpendi baba alafu kaanza kumtukana, lakini ndio baba yako yule. Kwa hizi ndio alama zetu, na tuendelee kuzilinda na kuhakikisha tunazitumia kwa uaminifu na kikamilifu. Asante sana, tunashukuru sana kwa kuwa na sisi ni asante, mpiga chapa mkuu wa serikali George eh, Lugome. Lakini laki, nataka nimwambie kwa sisi ambao tunatarajia tunaweza kutangaza kwenye gazeti la serikali ila ukiacha, unaweza ukatangaza ukifiwa. Ndio maana ile mirathi, tutakuja kutangaza mirathi. Unaonekana na hamu kubwa ya kuoa, naelekea huko. Hongera sana, nashukuru sana. Nakaribisha kwenye michango. E, ije. E, ije. Ni jambo jema. ndoamoja jambo jema. <laughs> <laughs> Kwenye, kwenye ndoa ni moja jumlisha moja, e, moja kubwa hey. Tunashukuru sana kwa elimu hii ambayo umetupatia na tunafahamu kwamba shuleni tunafundishwa, lakini kuna nyakati huwa tunajisahau na kadri miaka inavyozidi kwenda tunakuwa tunasahau. Kwa hiyo tumekumbushiwa hapa elimu hii ya alama na matumizi sahihi ya alama za Taifa. Tulikuwa na George Lugome, mpiga chapa mkuu wa serikali. Tunahitimisha hivyo kwa sasa, endelea kufuatilia UTV.